Kanisa Katoliki duniani lipo katika majonzi makubwa kufuatia kifo cha kiongozi mkuu wa kanisa hilo, Papa Francis, aliyefariki leo Aprili ishirini na moja mwaka huu 2025, na siku moja baada ya Pasaka na leo ni Jumatatu ya Pasaka. Makala hii tofauti na nyingine ambazo pengine umeziona inakwenda mbali zaidi ya kumweleza Papa Francis unayemfahamu. Itajikita zaidi katika kueleza yale usiyoyafahamu pengine huyafahamu huya kuhusu Papa Francis na legacy anayoiacha baada ya kifo chake. Katika sehemu ya pili ya makala hii tagusia majina matano ya watu wanaotarajiwa kurithi nafasi hiyo, ambapo mmoja wao anatoka barani Afrika. Kwa hiyo inaweza kuwa fursa kwa mara ya kwanza Kanisa Katoliki kupata Baba Mtakatifu au papa Mwafrika na mtu mweusi kwa mara ya kwanza. Kwa hiyo tuingie katika hatua, sehemu ya kwanza ambayo inamwelezea papa zaidi ya unavyomjua huyu. Ndiye Papa Francis aliyechukua begi lake mwenyewe, papa aliyelipa bili ya hoteli yake mwenyewe badala ya kulipiwa. Na alikuwa tofauti sana, alivunja miiko ya kifalme ya kipapa, akaleta unyenyekevu, akawa sauti ya waliotengwa lakini sasa historia ya papa huyu mnyenyekevu imefikia tamati. Papa Francis amefariki dunia. Kabla hajawa papa, George Mario Bergoglio alikuwa mlinzi, yani baunsa katika jiji la Buenos Aires huko Argentina, kazi isiyo ya kawaida kwa mtu ambaye baadaye angevaa vazi jeupe la kipapa lakini ni kazi hiyo na maisha ya mtaani yaliyomjengea uongozi ambao utakuwa vigumu kusahaulika. Alipochaguliwa mwaka elfu mbili na kumi na tatu alichagua jina la Francis kwa heshima ya Mtakatifu Francis wa Asisi, mfuasi wa umasikini, unyenyekevu na huduma kwa walio pembeni. Kwa kawaida mapapa huishi katika jumba la kipapa lenye vyumba zaidi ya kumi na wafanyakazi takriban thelathini lakini Francis alikataa. Alihamia kwenye ghorofa la wageni la chumba kimoja na sebule, akiwaambia viongozi wenzie, nahitaji kuishi kati ya watu. Hili halikuwa tukio tu la makazi, lilikuwa tamko la falsafa ya uongozi, uongozi wa kuwa karibu na watu. Mnamo mwaka elfu mbili na kumi na tatu katika wiki takatifu ya Pasaka, Papa Francis aliwashangaza Wakatoliki duniani kote kwa kuosha miguu ya wafungwa kumi na mbili akiwemo mwanamke Muislamu. Katika historia ya miaka elfu mbili ya kanisa hilo, hakuna papa aliyewahi kuvunja utaratibu huu kwa kiasi hicho. Hili lilikuwa tendo la ishara lililogeuza maana ya huduma ya kipapa. Gari la papa halikuwa limousine, bali wala pops mobile yani, gari ambalo huwa linatumiwa na Baba Mtakatifu, yenye vioo vya kukinga risasi. Gari yake ilikuwa ni Renault amwaka mwaka 1984 yenye kilomita zaidi ya laki moja na tisini. Alipopewa na padri mmoja alikubali kwa furaha. Alipoulizwa alijibu, inawezekanaje mtumishi wa Mungu awe tajiri kiasi ya hicho? Yani alikataa gari la kifahari na akataka ili gari la hali ya, ya kawaida. Uh, Papa Francis alifanya mageuzi makubwa aliteua wanawake wengi kushika nafasi za juu Vatican makao makuu ya kanisa Katoliki, na pia alikabiliana na ufisadi wa kifedha. Kanisa Katoliki limekuwa na changamoto mbalimbali, na miongoni mwa changamoto hizo ni matumizi mabaya ya fedha. Kwa hiyo moja ya kumbukumbu kuhusu Baba Mtakatifu marehemu Francis ni jinsi alivyojibidiisha kupambana na rushwa na ufisadi wa fedha za kanisa. Pia alipunguza ukiritimba wa kuhamasisha madaraka kushushwa kutoka Roma hadi majimbo ya kanisa duniani kote. Alitamka kuwa Vatican si kasri la kifalme bali ni kituo cha huduma. Lakini tangu alipokuwa kijana alipoteza sehemu ya mapafu yake, lakini hakuona haya kuhusu afya yake. Alizungumza waziwazi kuhusu afya yake, na katika siku zake za mwisho alipolazwa hospitalini mwaka huu 2025. Alikataa huduma za kifahari. Kwa Francis, udhaifu haukuwa udhaifu wa uongozi, bali ilikuwa aina nyingine ya nguvu katika uongozi wake. Alitembelea maeneo yasiyo na majina makubwa, kambi za wakimbizi, magereza, maeneo ya vita na hata mitaa ya chokora. Yaani maeneo yale kama Manzese kule ambako wanakuwa pengine watu maskini au watu ambao hawajiwezi wanakuwa wameishi katika maeneo yale. Kwa hiyo mara nyingi Baba Mtakatifu alipotembelea nchi mbalimbali mbali, alitaka kwenda kukutana na watu wale maskini kabisa, kwa sababu aliamini kuwa Bwana Yesu Kristo katika uhai wake alijibidiisha zaidi katika kuwahudumia hawa kundi la watu ambao hawakufanikiwa hawa kimaisha. Katika safari hizo alisisitiza falsafa yake ya kanisa la pembezoni. Alisema, twendeni kule ambako mamlaka haipo, huko ndiko kanisa linapohitajika. Na hii inaweza kuwa ni changamoto. Nadhani watu mbalimbali mnashuhudia mfumuko wa makanisa makubwa. Juzi hapa uh, nilikuwa naangalia huko TikTok, kuna uh, mchungaji mmoja maarufu nchini Tanzania amefungua bonge la kanisa yaani zaidi ya uwanja wa taifa kubwa, lakini liko mjini. Pengine wenye uhitaji wengi wako mjini, lakini pengine kanisa linahitajika zaidi vijijini, kwa watu wasio na uwezo. Kwa sababu ukubwa wa kanisa pia unaambatana na sadaka. Sasa unapopeleka kanisa katika maeneo ya maskini, uh, utawahudumia wengi, lakini utapata sadaka kidogo. Lakini huduma hii ya kiroho si kwa ajili ya sadaka, bali ukombozi pia aliweza aliwahi kusema kuwa kanisa si ofisi ya forodha, bali hospitali ya uwanja wa medani. Yaani kanisa sio sehemu ya kukusanya kipato, bali uwanja wa medani, ni sehemu kama vile uwanja wa vita, ni sehemu ya mapambano dhidi ya shetani, mapambano ya kiroho, kusaidia wanyonge na vitu kama hivyo. Alimaanisha kuwa kazi ya kanisa ni kufariji, kuponya majeraha na kuwa karibu na waliojeruhiwa, waliyeru, kiroho sio kuhukumu bali kutibu kwanza na kuelewa baadaye. Kwa sababu moja ya, ya kukosolewa ukosoaji mkubwa uliofanywa dhidi ya Papa marehemu Papa Francis ilikuwa ni msimamo wake kuhusiana na masuala ya ushoga. Japo Kanisa Katoliki halijawahi kuruhusu ushoga moja kwa moja, lakini yeye alikuwa anajaribu kubalance kati ya ukweli kuwa ushoga ni kitu ambacho hakikubali, hakikubaliki katika mafundisho ya Kanisa Katoliki, lakini kuna mashoga ambao ni wa Katoliki. Kwa hiyo ilikuwa anajaribu kubalance kati ya misingi ya kanisa, tamaduni na taratibu, lakini pia kukabiliana na ukweli kwamba wapo miongoni mwa waumini wa kanisa hilo ambao wana changamoto hiyo. Kwayo, kwa hiyo alisema kwamba je, Yesu angekuwepo muda huu angewatenga mashoga au angewakumbatia? Kwa hiyo basically na hili lilimetia Uh, changamoto kubwa kwa sababu walikosolewa kusema kwamba huyu ni mtumishi wa shetani, anataka kuhalalisha ushoga na vitu kama hivyo. Lakini yeye alijikita zaidi katika upendo, kwa sababu njia nzuri ya kumhudumia mtu ambaye upingani naye ni kumpenda na kumwelewesha, kwamba alidhani kwa njia ya upendo ingekuwa rahisi kuwavuta hawa mashoga na pengine kuweza kutambua njia pengine iliyo sahihi au ambayo inapaswa kufuatwa. Kwa sababu baada ya kumaliza sehemu hiyo ya kwanza ambayo tumeangalia maisha ya papa ambayo pengine ulikuwa hujawahi kuyafahamu au pengine umeweza kuyafahamu, lakini pia legacy ambayo anaiacha katika kanisa. Lakini kabla ya kuingia katika sehemu ya pili, kuna changamoto kubwa ambayo licha ya hiyo ya yeye kutaka mabadiliko, kuna vitu kadhaa ambavyo vinaweza ku, uh, kutokea katika kipindi hiki ambacho kanisa linatarajiwa kupata papa mwingine. Kubwa la kwanza ni kuhusu kanisa Katoliki lenyewe. Kanisa hili lenye waumini zaidi ya bilioni moja linakabiliwa na changamoto kubwa, na moja ya changamoto kubwa ya kanisa hili ni kwa upande wa maadili. Na pengine tatizo la maadili uh, hali halijapanuka sana barani Afrika, ambako ndio kuna waumini wengi zaidi wa kanisa Katoliki, lakini linaonekana zaidi huku nchi za Magharibi. Moja ya changamoto kubwa ya kanisa hili ni vitendo vya unyanyasaji wa kingono hili limekuwa likisumbua kanisa, limekuwa likiaibisha kanisa, na kwa hakika katika nchi za Magharibi mahudhurio kanisani yanazidi kuwa hafifu, na makanisa mengi tu, kwa mfano hapa ninapoishi, yamegeuzwa kuwa sehemu za starehe kwa sababu watu hawaendi. Kwa hiyo eventually watu wanaamua kukodisha yale majengo ya makanisa kwa sehemu za starehe. Kwa hiyo hii ni moja ya changamoto, lakini hili la unyanyasaji ni changamoto kwa sababu kanisa kwa namna moja linalaumiwa kwamba limekuwa likiwakinga uh, hawa wanaofanya vitu hivi kwa bahati nzuri kwa kanisa lakini pia bahati mbaya ya kiroho, barani Afrika hili swala ni la kawaida. Mapadri waliozaa wanafahamika, maaskofu waliozaa wanafahamika, lakini kunakuwa na ile heshima ya kukaa kimya. Na kuna sasa hili likija kuibuka barani Afrika itakuwa ni balaa, kwa sababu kanisa hili lina mzizi wake kwa sasa ni barani Afrika. Lakini pia kuna changamoto kuhusu jinsi viongozi wa kanisa wanavyoishi ukilinganisha na wale wanaohudumia. Viongozi wengi wa dini siku hizi wamekuwa wakisisitiza zaidi katika waumini wa, wa kutoa sadaka, kuchangia, na maisha wanayoishi hao viongozi wa dini ni tofauti na wale wanaohudumia, na wengi wanaohudumiwa ni maskini. Sasa inakuwa kama kuwakamua mara mbili. Bwana Yesu aliishi kifukara, haimaanishi kuwa ni dhambi kwa kiongozi wa dini kuishi kitajiri, lakini msisitizo usiwe tu katika kutoa fungu la kumi. Fungu la kumi ambapo wanaumia zaidi ni wale maskini wanaohitaji ukombozi wa kiroho na pengine wa kiuchumi. Sasa, baada ya kuongelea hilo, nielekee katika sehemu ya pili ya makala hii ambayo inaelezea kwa kifupi mchakato wa kumpata papa mpya, lakini pia inagusia uwezekano wa kupatikana papa wa kwanza Mwafrika au mtu mweusi. Aa, baada ya kifo cha papa, hatua inayofuata ni mkutano wa siri wa makardinali hujulikanao kama conclave. Wajumbe wote walio chini ya miaka themanini hukutana katika kanisa la Sistine wakifungiwa ndani hadi kumchagua papa mpya. Mchakato ni wa siri na unaendeshwa kwa kura zisizojulikana. Ili mshindi atangazwe, lazima apate angalau theluthi mbili ya kura zote. Ikiwa hakuna mshindi baada ya duru ya kwanza, kura hizo huchomwa huchomwa na moshi mweusi hutoka juu ya jengo la Sistine, ishara kuwa bado hakuna papa aliyepatikana moshi mweupe ndiyo dalili ya uchaguzi kuwa umefanyika na papa mpya amepatikana. Siku za maombolezo. Katika kipindi cha siku kumi na tano hadi ishirini baada ya kifo cha papa hufanyika kitu kinachoitwa novemdiales. Siku tisa za maombolezo. Huu ni wakati ambao makardinali hupata nafasi ya kufanya maombi, lakini pia mazungumzo ya faragha kuhusu mustakabali wa kanisa katika vikao hivi visivyo rasmi hujadili nani anaweza kuendelea na dira ya marehemu Francis au kuirekebisha. Mwisho, ni orodha ya watu watano. Wako wengi, lakini hawa watano ndio wanaotajwa kuwa wanaweza kumrithi uh, marehemu Francis. Wa kwanza katika orodha hii ni kardinali Luis Antonio Tago. Huyu ni kutoka Ufilipino. Kardinali Tago ana umri wa miaka sitini na saba anatajwa kuwa kiongozi atakayeendeleza urithi wa Francis, kwamba misimamo yake na marehemu Francis vinashabihiana. Ana ushawishi mkubwa hasa katika masuala ya usawa, uwazi na uinjilishaji. Alikuwa mtu wa karibu wa marehemu Francis. Katika nafasi ya pili ni Pietro Parolin, huyu ni mtaalamu wa diplomasia kutoka Italia. Kardinali Parolin mwenye miaka sabini ni katibu wa jimbo la Vatican tangu mwaka 2013 ana uzoefu mkubwa katika siasa za kimataifa ikiwa ni pamoja na majadiliano ya kina na serikali ya China na mashariki ya, ta, ya kati. Katika nafasi ya tatu ni Mwafrika. Huyu ni Peter Turkson ambaye ni, kar, ni kardinali kutoka Ghana, akiwa na umri wa miaka sabini na sita. Amekuwa mstari wa mbele katika masuala ya haki za kijamii, mabadiliko ya tabia nchi, mapamba, na mapambano dhidi ya umaskini. Ikiwa atachaguliwa, atakuwa papa wa kwanza mweusi katika historia ya kanisa hilo. Mwingine katika nafasi ya nne ni muhafidhina, kardinali muhafidhina huyu Peter Erdo kutoka Hungary, mwenye miaka sabini na mbili, anasifika kwa ujuzi wake katika sheria za kanisa na ushawishi mkubwa miongoni mwa Wakristo wa Ulaya ya Kati. Yeye ni chaguo kwa walio tayari kwa kanisa kurudi kwenye misingi ya kihafidhina huyu anaweza kupata sapoti kubwa katika nyakati hizi ambapo wimbi la siasa za kihafidhina limekuwa kwa kasi hasa barani Ulaya. na mwingine katika nafasi ya tano ni Kardinali Angelo Scola, huyu ana umri wa miaka 82. Alikuwa mmoja waliotarajiwa kuwa mapapa mwaka 2013, lakini marehemu Francis aliibuka kidedea. Ana mizizi ya kiteolojia na ushawishi mkubwa kwa wafuasi wa mfumo wa uongozi wa kimamlaka wa Katoliki. Kwa hiyo nini kinachofuata baada ya siku tisa za maombezi, za maombolezo? Makardinali wote watakuwa wamewasili Roma na conclave itaanza. Dunia itasubiri moshi mweupe. Kati ya wagombea waliotajwa, kanisa linakabiliwa na uchaguzi muhimu: kuendeleza mageuzi ya Francis, marehemu Francis, au kurudi katika kanisa la kihafidhina. Wote wanatazama paa la kanisa la Sistine wakiuliza ni nani atakayevikwa viatu vya papa Francis. Kwa hiyo huyu hakuwa papa tu, marehemu Francis, bali kiongozi wa kimapinduzi, mtu aliyebeba mzigo wa kanisa kwa upole, lakini akaweka historia isiyofutika. Na sasa kanisa linatazama mbele likitafuta mrithi wa urithi huo wa kipekee. Je, una maoni gani kuhusiana na kifo cha Baba Mtakatifu ambaye licha ya kuwa mkatoliki alivuka mipaka ya udini? Na kujihusisha na masuala mbalimbali ya dunia ambayo mengine yaliwahusu Waislamu, mengine yaliwahusu Wayahudi, na alikuwa ni kiongozi wa kidunia zaidi kuliko wa kiroho. Kwa hiyo bila shaka, katika maoni, hata kama wewe si Mkatoliki, unaweza kutoa maoni yako. Karibu katika maoni, na pia nitumie fursa hii kuomboleza pamoja na Wakatoliki wengine katika msiba huu mkubwa. Asanteni na kwaherini.